Wakulima hapa, bado nipo katika shamba la LG 50745. Kuna kitu nataka kuzungumza na wewe nafikiri, kuna hiki unachokiona katika mmea huu, hii vichwa vingi vingi. Unasema multiple heads, utatazama eh? kwa baadhi ya mashina yamepatwa na hiyo hali ya kuwa na multiple heads, kuwa na vichwa vingi eh? unaweza kuona multiple heads, lakini sasa unafikiri hii ni kwa sababu gani imekuwa namna hii? hili wala sio tatizo la mbegu. No, mbegu ni yenyewe iko vizuri, haina shida kabisa. Hapa hii inatuonyesha kwamba hii ni lugha ya mimea eh. Alizeti inazungumza na sisi kwamba hapa nilipo pana kiwango kikubwa cha nitrogen. This is, this is Haya ni matokeo ya nitrogen kuwa kwa wingi, lakini ina madhara gani sasa? Ina ina athiri vipi uh, uzalishaji wa alizeti yetu? Uh, nikutoa wasiwasi mkulima, popote pale unaponifuatilia, multiple heads ama vichwa vingi haviathiri chochote kwa LG, na hiyo inajidhihirisha kama ambavyo unaweza ka unaezaukaona hii na multiple heads, lakini bado imeseti kichwa chake kikubwa hiki, bado katika stage za awali, lakini unaweza ukacheki hiki eh tayari duara linaelekea kuwa kubwa la kueleweka kabisa. Maana yake ni kwamba pamoja na kutoa hivi vichwa vingi vidogo vidogo bado havina athari katika aa, katika u, kuseti kichwa eh, unaweza kaona ay, kameramani, hebu tuonyeshe hapa. Unaweza kaona hii kichwa kiko vizuri kabisa, lakini bado tuna hizo eh, zilizojitokeza. Kwa hiyo hii, haya ni matokeo ya excess nitrogen, lakini hayaathiri chochote katika, katika ubora wa mbegu yetu. Bado LG inaendelea kuonyesha uimara wake, kama ambavyo unaweza ukaona, bado imeseti kichwa kimoja kikubwa cha kueleweka. Hivi havifiki kokote na wala havina, havina matokeo yoyote. Kwa hiyo kwa wewe mkulima ambaye unatufuatilia shambani kwako, kwa pengine umepanda LG, na sifa kubwa ya LG ni kuseti kichwa kimoja kama hivi, lakini kama itatokea imepata vichwa vingine vidogovidogo vya pembeni hiyo wala isikukoseshe amani wala isikupotezee usingizi eh, hiyo ni ishara ya kwamba ardhi yako ina kiwango kikubwa cha nitrogen. Unaweza ukaona huyu naye ameseti hivi vichwa vidogo vidogo, lakini havifiki popote, lakini unaweza ukacheki jinsi ambavyo imeseti kichwa kimoja kikubwa ambacho kitakupa matokeo mazuri. Kwa hiyo ondoa wasiwasi kabisa, popote pale ambapo upo umepanda LG, eh, imetokea hali ya namna hii shambani kwako bado LG inabaki katika ubora wake ule ule, bado sifa yake kubwa ya kusiti kichwa kimoja kikubwa bado inabaki pale pale, na hiyo vichwa vidogo vidogo havitaathiri chochote katika kiwango cha mafuta, katika kiwango cha mavuno. Uh, Sidiko tunasema mavuno bora huanza na mbegu bora kutoka Sidiko. Sidiko is the home of bumper harvest.